Kila nafasi ambayo Mungu anampa mwanadamu ina gharama. Uko tayari kuingia gharama ya kulinda nafasi ambayo Mungu anairudisha kwenye maisha yako? Maana Mungu arudishi nafasi kama uko tayari kuingia gharama. Mungu anapotaka kujitambulisha, hawezi kujitambulisha mahali pengine popote isipokuwa kwenye maisha yako. Isipokuwa kwenye neema ambayo ameificha ndani yako. Na ndio maana lazima ujue Neema yako wewe iko wapi? Nguvu yako wewe iko wapi? Msaada wako wewe uko wapi? Kuna watu wengi sana wanakwama kwenye maeneo mengi kwa sababu moja, hawajui nguvu zao. Na ndio maana tunapojifunza, lazima ujue namna ya kukabiliana na aina za upinzani ambazo zitainuka Mungu anapokuketisha kwenye nafasi. Kuna watu Mungu anaogopa kuwaketisha kwenye nafasi kwa sababu anajua akiwaketisha kwenye nafasi watapotezwa kwa hiyo kabla ujang'ang'ana na Mungu kwamba Mungu niketishe, Mungu ninaomba unipe hizi fedha, cha kwanza anachokiangalia anaangalia kwenye moyo wako, uko tayari kuingia hiyo gharama? Unataka Mungu akurudishe kwenye hicho cheo, unataka Mungu akurudishe kwenye hiyo ofisi, Mungu akurudishe kwenye hiyo ndoa, Mungu akurudishe kwenye hiyo familia, ni kweli unaomba hiyo neema ya Mungu, lakini uko tayari kurudi kwenye gharama itakao itakakusaidia kulinda hicho kitu, kuprotect hicho kitu? Maana kadri unapokaa kwenye hiyo nafasi ndivyo kadri upinzani unavyokuwa mkubwa. Mungu anataka ujue unapotafuta kukaa kwenye levo ambayo ameikusudia uwe tayari kwa vita. Uwe tayari kuomba, uwe tayari kufunga. Usiseme e, nafsi yangu, sasa kula, injoi, ufurahi.